Kama ambavyo tulisema siku ya wakati wa uzinduzi wa mchezo wetu, tunafanya haya yote kwa sababu kiigizo chetu chema ni daktari Samia Suluhu Hassan rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye yeah, amekuwa mstari wa mbele kwenye eneo la mchezo. Enyie mnaona paka anaweza kununua gole la mama, ameweza kusapoti timu zetu za kitaifa, ameweza kusapoti vilango vyetu vya kitaifa. Na kesho, kwa uwezo wa Mungu, tutakuwa na mechi kati ya Simba na Yanga ambapo kwa kweli tunaamini mheshimiwa rais ataendelea kutoa support. wale ambao watafanikiwa kushinda, rais atawaposti na wale ambao watakuwa hawajashinda tutajua. Lakini yote kwa yote, tunafanya haya kwa sababu rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa ni kiigizo chema katika swala la kuinua na kuboresha michezo. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe tuendelee kushirikiana tena kwenye mechi tutokee, tukiitana kwenye mambo mengine ambayo pia sio ya mechi, tufanyaje? Tutokee. Kikubwa ushirikiano huu uendelee. Sisi ni vijana, tuna kesho nyingi. Nawapenda sana, tuendelee kushirikiana na karibuni chakula. Asante <coughs> sana. Eti, dada dada ambayo umetukaribisha hapa apa base camp anjanini, imeolewa? nauliza <laughs> uh <-huh>. nauliza <laughs> swali kwa niaba yenu. <laughs> <laughs> <laughs> Sawa jamani, kwanza moja ni washukuru na kuwapongeza kwa kutikia wito huu ambao ulianza na jambo letu kubwa lile ambalo lilikuwa la kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa, kwa mambo mengi ambayo amefanyia lakakisakiu chamaa. Tuliona kama watumishi tumefanya mambo mengi sana mambo ya madaraja, mambo ya, mambo mengi kuboresha mazingira yetu ya utendaji wa kazi. Hata hapa kutokana kwetu, mazingira kama haya zamani yalikuwa changamoto, hayapo. Huu uh, uboreshaji unaoendelea sasa hivi ni mazingira mazuri, na ni matokeo ya Royal Tour ile ambayo Mheshimiwa Rais alitangaza, na kwetu sisi Mafia tumeitikia na wawekezaji wamekuja, ndio tunavyoona vitu kama hivi, lakini miradi mbalimbali ya shule yeah. ya afya eh kwa hiyo hivyo vyote ni vitu ambavyo kusema ukweli mheshimiwa rais amevifanya katika halmashauri yetu ya Mafia na maeneo mengine nchini Tanzania. Tukaona tutumie fursa hiyo kuongeza, lakini alikuishia hapo. Tulikuwa na michezo ambayo ni burudani, kama mliona ule mwenyewe, pia binafsi nilifunga goli pale, ingawa watu wa boda boda walijiongeza wakaenda kutafuta na watu wa bajaji. Bajaji pia ni boda boda. Kwa hiyo

nindogo lakini, jambo letu hili ni jambo ambalo tutakuwa tunalirudia mara kwa mara tukijisikia tu kwamba sahii tumejianao tumishi vizuritua tukawafunga tuna bodaboda tunawaitaawaita tena ttaa tuaviziaa haiwezekani. Hiyo ni, ni sehemu ya burdani, ni sehemuya kuireh, ni sehemu ya kuondoa zile, tunasema lazima tuwe na mahusiano sisi watumishi na watu ambao watumishi lakini sisi sote kimoja, iki, ni kitu kimoja, tutajenga maendeleo ya Mafia wote, ni kitu hiki kimoja. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza kuja hapa kuungana nasi. Basi na kupoteza muda sasa, naomba nimkaribishe mgeni rasmi ambaye ataongea kidogo, na ongea afurahi. Karibu sana mwanzo wash sana nimeenda vizuri. Nilikuwa naomba kutoa utaratibu kwa yule ambaye kabisa anahisi alikosa nyama anaweza akaenda pale akapata kidogo, ambaye anahisi alikosa kabisa ama alipata, lakini ambaye alipata kidogo na anatamani kuongeza nyama, ipo sawa sawa, jamani. Sasa twende pale, e, tukapate kidogo. Kikubwa zaidi kama alivyosema mkurugenzi mtendaji, tuendelee kushirikiana sisi wote ni kitu kimoja. Jambo hili limekuwa lilikuwa dogo, lakini kwa namna ambavyo limetokea mimi nimelipenda sana kama ambavyo amesema mkurugenzi, sisi inaitwa bampa to tu bampa, yani kila tukicheza mechi tunakutana tunala <laughs> <meti>, tuna <laughs> na hii ndio changamoto ya kuwa na viongozi vijana. Mambo ya kuwa na viongozi vijana kwa kweli Masuala ya kujifungia na nini, hiyo hatuna, na of course sasa hivi tumekutana hapa, siku nyingine tutatafuta. Sisi unajua, changamoto hapo mkurugenzi hatujapata mm. tu basi mm. yeah, na basi moja nzuri. Tunaondoka mm. hapa tunaenda zuri, unaondoka hapo tunaenda kandani <tuhi> kule kuna sehemu kule, kule tunachoma samaki na nini. Yaani inakuwa ni happy hour, baada ya hapo tunarudi, maisha yanaendelea, maisha ni mafupi haya, lazima tubahaa t sana, sawasawa. Jamani basi, baada ya kusema hayo, tumia nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, lakini pia kuwashukuru sana nyinyi ambao mmeweza kufika hapa. Niwatakie safari njema mtakapokuwa mnarudi majumbani kwenu. Kama ambavyo mmetangaziwa hapa, kuna huduma, ukipaona kwa nje unaweza nahisi huduma niza gharama sana, lakini kwa ni demo wangu ian Sio mke wake baba. <laughs> <laughs> Ukija kuangalia hapo unaweza ukajikuta point tatu mm. Na mimi niwafundishe kitu kimoja ukija hapa na, na na, mtoto usianze kwa sababu auazijua ksiomikei mm. sana <laughs> ili akuone wewe ni mwamba takaoa siku zaiu yaotakakoka

lakini hii yote ni mazingira mazuri ya Mafia. Sisi tuyatumia mazingira haya, yaani wageni wakija ndio enjoy, yaani sisi ndio tuwe wa kwanza kuenjoi kwenye mazingira yetu. Mimi hapa nimewee kutoka na boti paka huko huko ndani ndani, tukena tukaogelea. ni. ni mambo ya kuenjoy, ndio Mafia ilivyo, na Mafia yetu ni nzuri sana. koja waa nise mzungumzaji, na washukuru na natakia kila la heri na Mungu awabariki sana. Utakapoteza asante. Wakatiaeasane, nafikiri kama baba wamesema viongozi, tunaruhusiwa kutawanyika mpaka wakati mwingine, muda mwingine tutakapopata kupata nafasi kukutana tena pamoja. Asanteni sana. <laughs> Kuitimisha hafla yetu hii fupi, wapo wachache ambao wanahitaji kupata fursa ya kuzungumza mawili matatu, lakini niwakumbushe tu kwamba hii ni mwendelezo wa ile jambo ambalo tulianza tarehe ishirini na saba ikiwa na lengo la kumuunga mkono rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan <laughs> <kukazikuta laughs> yeah, kazi kubwa anayoifanya katika nchi yetu basi Kumbuke yote haya imefanyika kwa viongozi wetu kushirikiana na wadau mbalimbali ndio waliotuletea haya. Basi nitoe fursa hii sasa kumkaribisha kwenu, eh, kwa niaba ya management nzima la yako. Mimi nitauliza alikuwa anauliza hiyo siku ikifika vinywaji vinakuwa kwa bei gani au bei zake zinakuwaje? Sawa. Kwa upande wa vinywaji, ambapo ni soda tunauza shilingi 2000 ambapo unatoa shilingi 2000 unapata soda mbili. Kwa upande wa bia au vilevi, ni soda ni...